Huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini, wakazi wa Kaunti ya Trans Nzoia wanaendelea kuhangaishwa na mafuriko yaliyosababisha uharibifu wa makazi na, mula, eh, na mali eh. Serikali kuu imelazimika kutoa msaada wa chakula kwa jumla ya familia 3490 zilizoathirika katika maeneo ya Namanjalala na, na sehemu nyingine za kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa kutoa msaada wa chakula katika uwanja wa shule ya upili ya na Namanjalala, kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Gideon Oyagi, amesema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kujenga na kukarabati mabwawa ya kuzuia mafuriko. So yale mapendekezo ambayo mumepeana moja ikiwa ni kudisiri ile, ile nini ya Kapteka huko juu ili tuweze kuzuia ma kuzuia maji tumeipata. Kuna hiyo daiki mumesema hiyo extended 5 watt hayo mapendekezo yote kitu tutafanya, tutatuma technical officers wakuje kwa ground ili tuweze kupata uchumbe kamili ni nini tunastahili kufanya. Huyo mtu alikuwa amepanda mahindi yake, maybe atakuwa na mbolea ya kupanda next, kwa sababu alikuwa auze hiyo mahindi kidogo ndio apate kitu kwa hivyo pia ninaenda kuongea na national government tuone vile tunaweza kupata fidia kidogo in terms of mbolea ama mbegu ya kusaidia tu watu wa hapa wale ambao wameathirika. Suluhisho hatutaki kurudia, labda kama leo tunashukuru Red Cross pamoja na national government kwa msaada ambao wametuletea, lakini hawatakuwa wanaleta kila mwaka kila mwaka kwa sababu halitasaidia. Jambo ambalo tungeomba serikali kuu ni kwamba tuweze kuwa na lasting solution, dikes ziweze kuwekwa. Jana katika tukifanya life saving interventions, tuliokoa maisha tatu ambao zilikuwa referred kwa wamalo wa kijana hospital wako kwa hospitali kwa saa hii, na bado tunaendelea kufanya life saving interventions pamoja na serikali kuu na serikali ya county familia moja kutoka eneo la